Rais wa Marekani Donald Trump amefutilia mbali mtandao mzima wa chombo cha habari cha Voice of America yani VOA, shirika ambalo lilikuwa linapata fedha kutoka kwa serikali ya Marekani, akisema kuwa shirika hilo linampinga yeye kama Trump na kuwa na msimamo mkali dhidi ya shirika hilo. Hivyo Trump amesababisha kusimamishwa kwa matangazo katika lugha kadhaa, ikiwa ni pamoja na Kisomali tangu Jumamosi ya Machi 15, 2025. Hatua hii kubwa inawakilisha kufungwa kwa uhuru wa vyombo vya habari kwa njia ya amri moja ya utendaji tangu kuanzishwa kwa shirika hilo la Voice of America yani VOA tangu mwaka 1942. Shirika lisilo la kiserikali ambalo linafanya kazi kutetea uhuru wa vyombo vya habari duniani kote, yani RSF limetaja hatua hii kama kukosa uaminifu kwa serikali ya Marekani katika kujitolea kwake kwa taarifa huru na uhuru wa vyombo vya habari. Wakosoaji wanaonya kuhusu athari za uhuru wa vyombo vya habari na usambazaji wa taarifa muhimu ndani ya nchi na kimataifa. Mkurugenzi wa shirika hilo Michael Abramowitz amesema zaidi ya wafanyakazi elfu moja mia tatu wa shirika hilo wamepewa likizo ya lazima, jambo ambalo limelemaza shirika hilo la utangazaji linalotoa matangazo kwa takribani lugha 50. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.